Uh, uzuri ni kwamba cheo hicho kwenye crew yetu akipo, kwa hiyo yoyote ambaye anaekewa mic kwa sababu tayari hizi tumeshazizoea na hawa wote ni washikaji zetu hawa yeah. Mic hawa yeah. Kwa hiyo yote anaweza kuzungumza tu. Oh, yeah. Okay. Ila cheo hicho kikipatikana, yeah. Tutamtafuta mtu kutoka nje. Sio dhani jukwani, Samia Kings, si mmefanya show kubwa tunasubiriaga shya mchana kabisa jioni jioni. Hebu tuambie Samia Serengeti Festival, kwa ninyi kama Samia Kings, mmekuwa na shauku kubwa kiasi gani kushiriki jukwani kama wasanii? Cha kwanza ni namna maudhui, uh, slogan ya tamasha lenyewe. uh -huh. uh, Samia ndo rais wetu ambaye na sisi ndo uh tuko -huh. Serengeti tunajua ni nini, festival tunajua so Yaani, ilikuwa kuna kila sababu eh, kulikuwa kuna kila sababu ya Samia Kings kuwa washiriki kwenye hili tamasha kubwa, ambalo ninavyoamini mimi kila mwanamuziki ambaye yupo Tanzania na ambaye hayupo Tanzania angefurahi, angependa kupanda kwenye hilo jukwaa. So mimi pamoja na wenzangu Samia Kings tumepata bahati ya kupanda kwenye hilo jukwaa, sema tunasema asante Wizara uh, ya Sanaa eh, asante eh, serikali ya awamu ya sita inazidi kutuheshimisha namna ambavyo tunafanya sasa hivi kazi zetu, yani tunafanya kwenye mazingira rafiki mazingira mazuri matamu namna ambavyo jukwaa lenyewe lilivyo. Oh, yeah. Tumeona jukwani sasa hivi watu washaanza kuelewa Samuel Kings na kina nani. Yeah. Kwa na mwanzo ni kuna watu changamoto. Yeah. mafanikio haya kwa upande wenu najisikiaje kuona mlichokitengeneza sasa kinaanza kuendelea kwenye jamii? Nafikiri kila mtu huwa anafurahia anapenda pale anapobuni kitu chake na kikafanikiwa. Uh, hata sisi wenyewe tukiwa studio kama tunatengeneza wimbo then umekuwa hit, nafikiri huwa tunafurahia kufanikiwa. So tumebuni Samia Kings, tunaona the way watu wanapotupokea eh, watu wanapopenda, e connection yenyewe ilivyo, muunganiko wetu Tumefurahi yani, tumependa hivyo, na tunawahakikishia kwamba hatutawaangusha, kwa sababu tu hata watu wenyewe ambao wanasomeka kwenye hiyo Samia Kings, oh, yeah. ni watu wenye experience ya hali ya juu, wana zaidi ya miaka 20 kwenye game. Sasa sijajua kitu gani kitatokea kitafanya sisi tushindwe kufanya yale mazuri ambayo tumeplan kuyafanya kwenye hii game kwa kipindi hiki, kama neno lenyewe linavyosema au jina lenyewe linavyoitwa Samia Kings. Lengo sio tu mziki, lengo kuu pia ni kusema, kusema yale mazuri yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita ambayo inaendeshwa na Samia. Kwa hiyo unaweza ukaja haraka haraka ukamona AY ukamwona Chege ukajua amachizi ni mziki, sio mziki. Sisi sometimes tukiwa mikoani tunatoka tunaenda kuangalia, tunakagua miradi, tunatembea na wakuu wa wilaya wanatuelekeza, tunatembea na wakurugenzi wanatuelekeza, mradi huu umetengenezwa hivi, mradi huu thamani yake ni hii. Kwa hiyo unaposikia Samia Kings kwenye kichwa chako usifikirie moja kwa moja tu ni muziki, fikiria hawa watu ni kama mabalozi ambao wanatembea kutangaza au kukagua miradi ambayo inasimamiwa na serikali ya Samia, tukimalizia kama mabalozi mpaka nafasi ya kushiriki sehemu ya ziara za Daktari Samia Suluhu Hassan akiega miradi na mambo mengine mmebaini Me, nini kwenye kile ambacho amekitekeleza Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye madaraka yake? Uh, ufuatiliaji, yaani sometimes unaweza uh, akapewa kazi au miradi kwa wilaya uh, au uh, mtu yoyote ule uh, akajua labda <laughs> haitofuatiliwa ni kweli. Uh, serikali ya awamu ya sita inafuatilia kila aina ya mradi. Hicho ndio ambacho tumekiona, kwa sababu tunapofika sisi eneo la tukio. Tunaambiwa jana alikuja fulani ambaye anatokea kwenye serikali yaasa kwa hiyo, yeah, ambacho nakiona ni ufuatiliaji wa hivi vitu. Yeah, yeah. Na ratiba ndefu, nasikia safari. Tunatokea safari njema. Eh, yeah, bwana kweli bwana, naenda Dodoma uh, kwenye sherehe za Mwenge wa Uhuru ndio maana anaendelea kusisitiza tena, Mama Samia anazidi kututengenezea mazingira mazuri wanamziki. Zamani ilikuwa haiwezekani kuimba Dar es Salaam saa kumi na mbili and then ukaimbe Dodoma saa nne saa tano, labda kama utakutana na ndege ambazo ni gharama sana. So tuna SGR sasa hivi, naelekea station naenda kupanda uh, treni saa nne, nitakuwa kwenye jukwaa Dodoma mjini na mheshimiwa Mavunde. Asanteni mame.